Tukio hilo limetokea majira ya saa tano usiku wa kuamkia leo katika familia ya Mageni Maduhu ambaye ni mkazi wa mtaa wa Mahina uliopo kata ya Somanda wilayani Bariadi mkoani Simiyu ambapo hapa anaeleza namna tukio hilo lilivyokuwa. Nimesikia fisi inalia nje sasa, nikatoka. Nilipotoka nikakuta fisi, iliponiona ikakimbia. Sasa nikaanza kuifuguza, kumbe mbele yake kuna fisi wengi -ni nikaamua kurudi. Nipo rudi nyumbani kuangalia kwenye kondoo, nikakuta zote zimekufa, zimeonekana kondoo 21, tisa hazionekani. Mangu Mangolio ni mwenyekiti wa mtaa wa Mahina ambaye ameliomba serikali kuwasaidia kukabiliana na wanyama hao wakali. Ile tukio kwa kweli sio la kawaida, kwanza hata mimi sijawahi hata sijawahi kuona kwamba yani fisi aingie kwenye zizi la, la, la, la, la kondoo halafu auawe kondoo wote wale kondoo thelathini. Sijawahi mimi, najua tu nani fisi wa kawaida huwa anaingia kwenye zizi anatoa kondoo mmoja ana, ana, ana, anapeleka. Niombe tu serikali ili kusudi hili swala jamani litusaidie. Kwa kipindi hiki fisi ni wengi, serikali itusaidie, labda ifanye pengine msako wa kuwasaka hawa fisi waweze kupungua kwenye maeneo yetu nasi tuwe na, na uhakika na mifugo yetu. Tunaomba serikali tuangalie kwa macho mawili kwenye hili janga. Kama kuna maafisa wanyamapori basi tushirikiane nao kwa weledi ili tuweze kuondokana na hii hasa Mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Smalenga akafika katika familia hiyo na kushuhudia tukio hilo na kueleza kuwa serikali ya wilaya hiyo itaanza kufanya msako mkali ili kuweza kuwadhibiti wanyama hao. Lazima tufanye operesheni kali. Kama wapo fisi ambao wanafugwa na watu, ni watahadharishe hao fisi, muwasalimishe mapema au muwabadilishe kwa namna mnayojua, wasiwe fisi, kabla mimi sijaingia kuwatafuta hao fisi. Tungependa kuona tunaishi kwa amani. Mkisha anza hivi haya mambo haya, iwe ni fisi wa binadamu ambaye anafugwa na binadamu au ni fisi wa kawaida, tukishaanza kwenye mifugo namna hii, tukitoka hapo tunarudi tena kule kule kwenye kushambulia watoto. Hilo halitatokea mimi nikiwa hapa. Kutoka ilani Bariadi, mkoani Simiyu, mimi ni Anastasia Paul, Clouds TV.